Mbele ya Mwenyezi Mungu inakuwa kati na uchafu mkubwa kwa sababu haitarajiwi kwa mwanamke wa Kiislamu kwenda kinyume na amri ya mume. Laiti kama anajua cheo cha mume, mume ni nani kwake, basi alikuwa mtii sana kwa sababu kumtii mume mwanamke ni katika sehemu yake ya ibada, ni katika jambo ambalo litamwingiza peponi. Wa ata'at ba'laha, pale alipomtii mumewe ni katika sehemu ya ibada ya kumtia peponi, akifanya hayo na miongoni mwa mambo mengine ambayo tutataja mbele yake kidogo. Qila laha yaum alqiyama, patasemwa kuambiwa mwanamke ambaye, katika mema aliyoyafanya, alimtii mumewe, ataambiwa udkhulil jannata, ingia mwanamke peponi min abwabiha thamaniyati, katika milango yote minane. Ayiha shiti, chagua utakao katika milango hii uingie peponi. Kwa sababu gani? Alimtii mumewe. Na kinyume chake, kama kamasi mumewe, ina maana moto wa Jahannam sasa kaufungulia milango, na hata akifanya ibada gani, huenda Mwenyezi Mungu akakataa.